Tarehe kumi na tano mwezi wa kumi ni siku ambayo imewekwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kama siku ya kuadhimisha eh, siku ya wanawake wa vijijini, lengo likiwa ni kutambua mchango mkubwa ambao wanawake wa vijijini wanaotoa katika maendeleo. Tunafahamu kwamba wanawake wa vijijini wanafanya kazi kubwa kwenye uzalishaji eh, kwenye kilimo na maswala mengine na eh, siku hii ikijulikana kama International Day of Rural Women eh, imewekwa kwa minajili hiyo tunafahamu kwamba Tanzania asilimia kubwa ya wananchi wanaishi vijijini na, na ni hivyo wanawake asilimia kubwa wako katika maeneo ya vijijini na tutaangalia nafasi yao na mchango wao katika maendeleo na ni kitu gani ambacho pia kinaweza kikafanyika ili kuwawezesha kutoa mchango mkubwa zaidi kwenye maendeleo ya taifa e, lakini pia maendeleo yao binafsi eh, na familia zao. Tumemwalika hapa Dr. Ave-Maria Semakafu ambaye ni mratibu wa kitaifa wa taasisi ya Ulingo, taasisi ambayo pia inajishughulisha eh, na masuala ya wanawake hasa kwenye uongozi uh, na tukukaribishe Dr. habari za asubuhi. Nzuri za, habari zenu? Nzuri kabisa. Uh, hi, hii ni siku kubwa kwa wanawake yeah. Na sio tu uh, Tanzania, duniani kote nafahamu kwamba katika nchi yetu asilimia kubwa ya wanawake wako vijijini mm. Eh, ni siku ya namna gani unaweza ukaielezea? Kwanza nishukuru sana kwa mwaliko huu, uh, wa kuja kwenye hii siku ambayo ni maalum sana kwetu no. um, sisi kama Ulingo tumeishughulikia jana, tumeisherehekea jana mm -hmm. na tulikuwa tuko Kibiti manake katika masuala ya uongozi nadhani tunaelewa msingi ni mashinani. Tunasema mashinani, na kiuhalisia ni kwamba e, ukienda kwa wanawake hasa walio vijijini, ukaweza kuhakikisha wale wanashiriki, inakuwa ni chachu kubwa sana kwa wanawake wa mjini Wanawake wa vijijini kutokana na commitment zao katika majukumu na kazi, ni kweli tunawaita walio pembezoni yeah. Lakini kama utawaendea na kuhakikisha kwamba unaenda kuchechemua akili zao, wao ni wako mstari wa mbele. Yani ni urahisi zaidi kwa wao kuamka na kuongeza ile kasi ya maendeleo kuliko hata wa mjini ambao wanashughuli tangu alfajiri mpaka alfajiri. Hmm. Na ni rahisi sana kwa vijijini ukaitisha mikutano kwamba tunakuja kuongelea masuala ya maendeleo watatoka, yeah. wa mjini labda uambie tunakuja hapa kuongelea mambo ya afya ya akili yeah. Watakuja, tunakuja kuongelea hapa mambo ya mikopo, watatoka, lakini literally <laughs> ile ya ku ambayo itasaidia yeah. E, mawazo kupanuka, kujihakikisha na kuongeza thamani ya mwanamke au thamani ya jamii kwa mijini kidogo ni ngumu. Hmm. Kwa hiyo mimi nadhani uh, huu uamuzi wa, wa Umoja wa Mataifa wa kuiweka siku maalum kwa wanawake wa vijijini itakuwa ni chachu kubwa sana ya maendeleo hasa kwa um, e, ma, maendeleo makubwa ya wanawake huu ni mwaka wa thelathini wa Beijing yeah. e, sisi kama ulingo tumetimiza miaka kumi na tano tangu tumeanza mm -hmm. lakini niwe mkweli mafanikio yetu makubwa tunayahesabu katika harakati zetu tunazozifanya vijijini mm -hmm. tulianza tuliweza kutoa madiwani kwa mara ya kwanza madiwani wa kata wawili kule Kiela mmoja kutoka CCM mmoja kutoka Chadema, wanawake walishika huko, ni vijijini, lakini tumeweza kuendelea, tulikuja tukaingia Iringa, e, tukaje, sasa hivi tuko Kibiti. Kwa nini tunaenda Kibiti? yeah. kwa mara ya kwanza Chama cha Mapinduzi, mgombea wake wa ubunge katika lile jimbo la Kibiti ni mwanamke. Vile vile tumeweza katika aa wa wanawake tunaohamasisha mm. tumeweza kupata walioteuliwa kugombea udiwani wakata. Sio viti maalum wakata ni wawili. Sasa utaona kwamba sisi kwetu tunaichukua hiyo kama ni kitu kimoja ambacho ni chanya sana, na hii siku ni muhimu sana vilevile vile kukumbusha umma wa Tanzania kwamba tunapokwenda vijijini sio tu kwenda kuambia lima lima lima mm. badala yake kuongeza, kuwafanya watambue thamani ya utu wao na jinsi gani wataweza kushiriki swala nzima la inclusivity tunaloliita. Maanake sasa hivi kila mtu anaongelea inclusion yeah. Akiongelea ile ushirikishwaji, ku include wanafikiria tu labda ni kuchukua makundi, labda uhakikishe wenye ulemavu wapo, uhakikishe. Lakini sio ni mimi niweze kutambua nafasi yangu ya kuweza kushiriki. Kwa hiyo watu wa vijijini ni kweli, tumeenda tumechangamsha wanaochangamka ni akina nani? Mara nyingi utakuta tuna target wanaume walioko vijijini, alafu unajua mila zao ngumu. Ukienda pale ukiitisha mkutano watakao kuja ni wanaume, maafisa kilimo eh, bwana, unakwenda unamwelimisha baba wa familia mm -hmm. lakini sasa hivi sisi tunawathibitishia, nenda kama kuna mila haitaki wanawake na wanaume kukaa pamoja mm -hmm. tafuta wote wawili, kila watu waone kivyao mm -hmm. na utaona ni akina nani ambao watachampion maendeleo kwa haraka mm -hmm. ya, kwa hiyo wanawake kiwa vijijini kutambua mchango wao, kutambua umuhimu wao ni kichocheo chanya cha kuharakisha maendeleo kwa jamii, cha kurahisisha mabadiliko, hata hii change of the mindset, ukiwa ukiweza kuwalenga wale, inabadilika haraka sana Sio unasema tu, tunaongea sisi huku mjini kitchen party sijui, e, tunaita influencers kuongea, lakini ukienda kule vijijini, kwa sababu wale ndio custodian wa, wa mila wenyewe ndio washikaji wa, wa mila e, wakienda pale wakaelewa yale ma, ma, matatizo na jinsi gani ya kuyatatua, inakuwa ni rahisi na inaharakisha E, shughuli nzima za maendeleo umegusia mm -hmm. Mabadiliko makubwa mm. A, ambayo mmeyashuhudia pia kama taasisi zaidi ya miaka kumi na tano ambayo mmekuwepo. Bado a, unaona ni yapi ambayo yanaonekana kuwa ni vikwazo ama changamoto? Mimi nitasema, na hesabu ni miaka thelathini baada ya Beijing ambapo mm. A, dunia kwa ujumla ilijikubali iliji kwamba inakwenda ku, ku, ku, ku, mambo kumi na mbili ya kuhakikisha yanaondoa sintofahamu kati ya wanawake na wanaume na kuvunja ile tunaoita glass ceiling kwa ajili ya wanawake, lakini Tanzania ilibeba mambo manne, mojawapo likiwa ni uchumi, lingine likiwa ni ushiriki katika ngazi za maamuzi, lingine likiwa ni mambo ya mtoto mtoto wa kike. Sasa ma, mafanikio tumeyapata, kwa sababu sasa hivi kila uchao unasikia watu wanatolea taarifa, kuna hiki kimetokea. Mi nimependa watu yaani wanatoka siku hizi hawasubiri sijui mahakama, hawasubiri sijui wizara ifanye kitu. Likitokea jambo ambalo wanahisi linakwenda kinyume, wanaibuka, wanaweza hata wakaamua kumwajibisha yule mkosaji. Hiyo moja, lakini pili ni kwamba bado tuna safari ndefu, kwa sababu uh, niseme mifumo, hatusomani kwa hiyo wakati huku tunaongelea kwamba bado kuna ukandamizaji, bado kuna unyanyasaji, bado kuna uonevu, bado kuna mifumo isiyotambua, lakini bado kila kimoja kinajiongelea vyake. Labda nitaongelea kwa taasisi ya Ulingo, sisi tunaongelea hamsini kwa hamsini katika ngazi za maamuzi, lakini unakuta sheria yetu bado inasema asilimia thelathini angalau tena neno kuna neno angalau linatembea pale, angalau asilimia thelathini. Nadhani unaelewa sasa. Ukishaweka angalau asilimia thelathini, ujijue hapo unakuja kuishia na asilimia kumi au tisa. Kwa hiyo kuna tatizo ambalo lipo katika baadhi ya maeneo, lakini tumefanikiwa kitu gani? Tazama katika nyanja ya uchumi, jamani, ilikuwa zamani mtu unasoma una digrii yako ukiamua kuolewa tu unaambiwa kaa nyumbani ulee watoto lakini sasa hivi hata wale ambao hawajasoma, jambo kubwa tuangalie jinsi gani tutashiriki wote katika kujenga uchumi wa familia. Tunajenga familia, lakini familia sio kukaa unasubiri, hapana. Tushirikishane ili familia yetu iweze kuwa bora. Wanawake sasa hivi wamechangamka sana. Naomba niseme hata huko vijijini tunakokwenda, wanawake, msimu wa kilimo, atalima baada ya kuvuna utamkuta yuko kwenye biashara ndogo ndogo zozote zile ambazo zitasaidia kusustain e, uchumi wa familia na maendeleo ya familia. Kwa hiyo hiyo, mimi na, nasema ni mwendo mzuri. Wanakuambia mabadiliko hayatokei usiku na mchana, mnatembea kwa hiyo. Katika kutembea kuna mambo ambayo yataendelea kubadilika taratibu, kuna kujifunza. Je, tutembee vipi? maanake hilo nalo ni jambo la msingi. Sasa sasa hivi tunakuta hata katika hayo ya ya kusema wote tushiriki, kwingine imekuja kuleta majanga. Inabidi mama amke alfajiri saa kumi akawahi, kwa hapa Dar es Salaam natoa mfano Akada, akawahi mahakama ya, ya ndizi yandizi, pale Mabibo aende akachukue biashara arudi aje akazifanya biashara yake mpaka saa tatu saa nne usiku arudi nyumbani, familia watoto kule. Ndio maana kuna unyanyasaji mkubwa sana, na udhalilishaji wa watoto unaendelea. Kwa hiyo familia zinabaki bila malezi. Sasa je, ni jinsi gani bora ambayo tutaweza kushirikishana katika kukuza uchumi wa familia bila kuathiri ustawi wa familia yetu, usalama wa familia yetu. Sasa haya ni mambo tunasema, tunajifunza. Kuna faida kwamba wote tunaona kuna umuhimu wa sisi wote kushiriki, lakini kuna hasara pale inapokuja kwamba hili swala ambalo ni msingi wa familia wa kujenga tumeuweka tena katika riski, katika Sijui niseme nini, hatari ya kudhalilika, hatari yeah, ya kuumizwa. Nadhani tumeona matatizo, swala sio nini, unaweza ukasema umemweka msaidizi, mm, lakini vilevile vile tumeona taarifa wasaidizi wanavyoshughulikia vibaya, wanavyotesa wale watoto baadhi, yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasema tunajifunza ni hatua tumepiga, lakini tunavyo vilevile vile vitu ambavyo vitatusaidia kujifunza. Sa, sasa tuangalie pia e, wananchi wenyewe pia wanazungumza nini kuhusiana na siku hii ya wanawake wa vijijini, na huko mkoani Iringa baadhi yao walikuwa na haya ya kusema. <coughs> Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya wanawake waishio kijijini, nasi kama Azam TV tumefika kijijini kubwa zaidi kuzungumza na wanawake. Lakini kwanza, wanaanza kufurahi kwa kiasi kikubwa kuishi kijijini, wakieleza mambo kadha wa kadha yanayopatikana hapa Bora kijijini. Kwanini? Hey. Hey. Mjini upendi kuishi? Ah. Ntalima wapi? Ntalima zile bati zile? Hey. Ah, ah. Hey. Mi bora huku huku bwana, nalima mboga mboga, unaona, nikitaka mboga aina fulani nanunua, nikitaka figili, nikitaka mchicha. Sasa mimi ni mpaka niende sokoni. Hapana, ah, mm, bora nibaki kijijini lime. Mbona huko napata kipato kikubwa kuliko mjini. unajivunia kuishi kijijini ndio, mm hmm. Kule mjini naona kukimbilia, mimi sikioni muhimu kukimbilia mjini mm, kwa sababu eh, kama hela zipo huko huko. Kwa mfano leo, mimi nimechuma mboga zangu zile asubuhi, naenda kuzipeleka mjini hmm, nikaweza kupeleka mjini napata kupata 15 eh, sasa wenyewe watafanya kazi gani huko mjini, waingizie hela zadi zadi, yani itakuwa ni uzururaji na uzembe. Miongoni mwa mazao makuu yanayopatikana katika kijiji hiki ni pamoja na nyanya, ambapo nimefika tu na kukaribishwa nyanya hii. Pengine umezoea kula kama kachumbari, lakini hapa unapewa tu na unatafuna kama vile unavyokula embe ama hata matunda mengine. Wanawake hawa licha ya kujivunia kuishi kijijini, wanaona ipo haja pia kwa serikali kutia msukumo zaidi kupata mikopo ili waweze kujiinua kiuchumi. Sisi tutakuwa tunasikiaga tu kwamba kuna mikopo, kuna mikopo, sisi huko haitufikii. Eh. Mm-hmm. Kwa hiyo utofauti wa mjini wa mtoto yani, mtu wa mjini na kijijini ni utofauti wake ni mkubwa. Kwa sababu serikali asilimia huwa inamwangalia mtu wa mjini. Wa kijijini haimwangalii. Changamoto hasa uchumi wa nani? Maji. Kwa kweli maji tuna shida. Hata tunavyolima hivi tunajua kwamba tukitoka mahali hapa kwenda kuokotaga ndoo tuendage nani? mtoni. Hiyo ndio changamoto. Haya, tunalima nyanya ha? Unaona, tunajichumia kati tunavyotaka sisi, labda siku, labda tumeamua tusele mboga majani, labda njo tuenda buchani kununua nyama, lakini tunalima, tunaenda kuuza mjini, tunapata kumi na tano ishirini. Hii ni mchuma kama mafungu wawili, wote ndio mnamaliza hii mboga, tunamaliza umaliza. Yeah, tunamaliza. Tunamaliza. E, <laughs> siku e. Kijijini, wanawake wengi wa kijijini wanazalisha bidhaa nyingi sana za kilimo, lakini wanakosa soko la uhakika. Hivyo serikali ingeweza kuwasogezea soko la bidhaa ambazo wao wanazizalisha, ingekuwa ni hatua nzuri sana ya kuweza kuwafanya wakunufaika na fursa hizo, hizo hizo ambazo wanazipata wakiwa katika maeneo ya kule vijijini. Ni Bibie Elita Kihombo akiwa na mwenza wake hapa shambani, ambapo wao kwa asilimia kubwa maisha yao wanaishi hapa, kwa maana ya kufanya shughuli zao za kilimo na hatimaye jioni kurejea nyumbani kuadhimisha siku hii ya wanawake waishio vijijini duniani. Kwa wao ni furaha kubwa mno na hawajutii kamwe kuishi kijijini. Mi naitwa Muhammad Nyaulingo. Haya ni sehemu tu na uh, kinachofurahisha ni kwamba wanawake hawa wengi wao wanajivunia kuwepo vijijini na wanaona kuna fursa nyingi zaidi ambazo zinapatikana huko, na kabla sijaendelea, kwa ufupi tu kuna swala la eh, kile unachozalisha angalau kupata soko la uhakika mm-hmm. kama ambavyo tumesikia pale mtaalamu akipendekeza hilo, eh, hilo unalipa una, una, una la kuiambia serikali katika kuhakikishia masoko yao manake inaonekana wengi wanalima kilimo cha kijungujiko yani alime apate chakula, lakini eh, bado hakujawa na ule mtazamo, lakini pia kuwekewa misingi ambayo inawasaidia kupata masoko ya uhakika. Hilo labda niseme ni tatizo sugu la kitaifa eh. Kule Kibiti mimi nimeamua kuna kijiji kimoja ni, niliamua kuwa mwanakijiji, maanake niko kule kwa hii miaka kumi na tano ya Ulingo yeah. tulianzia kule kulikuwa na tatizo kubwa sana sugu la mimba za utotoni kwa hiyo tulivyoanza ile programu, tulianza vile vile, tulikuwa tunalenga wasichana, maanake, kama unataka mwanamke kiongozi humtegemei yeah. Akishakuwa mkubwa kama huyu au mimi, ni lazima tuanze kule. Sasa tukakuta ile mimba ya utotoni ilikuwa ni ishu, tukaanzisha programu moja inaitwa dada wadogo, mama mama wadogo mm. Ili tuweze kuwavutia kwenda shule, watoto wa kike walikuwa waendi sekondari katika kile kijiji. Kwa hiyo kitu kikubwa kilichopo ambacho mpaka sasa hivi nadhani eh, tunasema ni lile fupa ambalo hata fisi limemshinda ni swala la masoko ya uhakika yenye thamani. Hmm. Sasa hivi wananchi huko tuseme, labda nichukulie mfano ambao ni hai Kibiti. Hmm. Sasa hizi ni msimu wa korosho, lakini swala sio wanawake tu na wanaume, kuna watu wanaoitwa kangomba. Ni shida, kwa hiyo mtu amekaa hana hata mita moja square ya shamba au mti mmoja wa korosho, lakini ana mzani wake hapo nje, yeye ana hela. Kwa hiyo sasa hivi kaka yeye ndo anayeamua anunue korosho kwa kiasi gani. Sasa hizi ni msimu wa kiangazi, kuna ziki. Kwa hiyo kangomba amekaa kilo ya ya, ya korosho yeye anaweza akaamua shilingi elfu moja au shilingi mia sita maanake wanakuwa. Lakini kangomba ni nani? Kangomba ni wakili wa makampuni makubwa yanayonunua mazao, kwa hiyo wanaweka mawakala wao kule. Unakuta mzani umekaa pale umetulia, watu wanakuja wanauza kwa shilingi elfu moja, elfu moja kilo inafika wakati wa msimu, yani lile sijui anasema bei elekezi zinakuja, ndio pale galani zinakwenda elfu mbili mia tano elfu tatu elfu nne. Hii inacheza kwa kila zao. Unakuja kwenye ufuta ni the same. Unakuja hata kwa hawa wanaosema wanalima mboga mboga ni sawa. Kama huyu anasema napeleka yeye mwenyewe mjini mm, ni kwamba kijiji chake hakiko mbali na mjini, lakini kuna wale walio mbali. Kuna wale madalali wanaokwenda, atanunua roba lile kwa shilingi elfu tano roba la mboga, lakini sio huku mjini. Tunaelewa fungu moja shilingi mia tano tena fungu moja halitoshi hata watu wawili. Kwa hiyo kuna bado tatizo. Mimi nadhani hii ni changamoto ambayo badala ya kuacha e, sekta moja moja zikakaa kila moja draw. Unajua, ukiwa na kabati yako na mm, draw, unavuta ile draw, unafanya biashara zako unalifunga, yeah. Mimi ningeomba tutembee pamoja, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, wazee na, na, na, na makundi maalum, Wizara ya Biashara alafu na TAMISEMI ambao ndio wamekaa wana, wana wanashikilia utawala kule chini. Hizi zilitakiwa zikae kwa pamoja ziweze kuweka mfumo. Wewe uliyetuwekea mzani hapo nje yeah. una utaratibu gani? Mimi sikatai, wanaweza wakawa wanasaidia kutatua e, changamoto za pale pale za mara moja, lakini tukubaliane, ingia mkataba. Mm, mm. Bei mimi nachukua hii korosho yako, nakupa leo elfu moja soko likija likasema kwamba ni shilingi elfu mbili mia tano, mimi nachukua faida yangu yani, iwe kama ni mkopo ule wa halali, mm. wa kuwekeza kwamba mimi nitachukua 10% peent mm. ile nyingine nitakuongezea, ingekuwa sawa. Tatizo ni mifumo kuto kusomana na wizi, mi naita wizi kwa wananchi. naam, naam. Basi tutarejea pia tuangalie na katika mikoa mingine mm. Eh, mm. hapo tulio Iringa tu <laughs> kuna Mtwara. Maria Semakafu Mtwara eh, pia kwa mfano yeah. na vilevile Singida tutamalizia, afikisha tutakuja kurejea hapa studio. Leo hii ikiwa ni siku ya mwanamke aishie kijijini duniani, tutazungumza nao kueleza namna ambavyo wanaendesha maisha yao na kuangalia changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, lakini nini kifanyike ili kuhakikisha shughuli wanazozifanya zinafanyika na kujinufaisha. kazi yangu kuu kokoto na changamoto kubwa ninayolalamika hapa mimi kama ikiwa mwanamke mwanamke wa kujituma, ambayo ndio ajira yangu kokoto. Changamoto tunayopitia hapa sisi, kwanza, biashara yetu hii haina ni bei maalumu. Ukiangalia hizi kwa maaya, tunanunua toyo elfu kumi, lakini wanakuja wateja, bei ndogo shilingi elfu moja. Itulipi ikiwa mi mwanamama sijaolewa wala nini wala nini nasomesha nahitaji kula popo kila kitu. Kwa hiyo changamoto huko, tukitaka serikali tuangalie sisi akina mama kuhusu kwenye mikopo. Fursa zetu huku ni kufanya kazi, kulima kwenye mikorosho, kwenye mashamba mtama, mpunga na kwenye sehemu kama hizi. Hapa tulipo hapa tuna sehemu ya biashara kama nani, mawe kama hivi, tunagonga mawe, tunapata hela tu, yani tunajilisha yani, nyumbani kwetu na maisha yetu sisi, yani mpaka tujitegemee kama hivi, yani tufa, tufanye kazi ndio tupate hela na biashara kama hivo. Ukipata hela hivi unaunganisha biashara zote zote, tunakuza biashara zetu. Fursa za kuzipata kwa kweli, kwa kweli hamna, ni zaidi changamoto yetu. Tuje hapa asubuhi kuonga kokoto, tukipata ndo tano ndo ngapi, tunauza tunapata hiyo hela, lakini fursa kama fursa bado tujaiona na watoto wanne lakini ninawasomesha watoto wangu wote wanne. Kwa kuhusu swala la kokoto eh, ina maana alikuwa pembeni kama anaiona anaidharau, asidharau kwa sababu kazi kama kazi zingine tu. Malengo yangu nikitaka nipate mahali pa kulala eh, lakini sina hela ya kupata kiwa, chakun, kiwanja. Ninacho hela ya kujengea sina. Apeta hapa akija katibu akisema mipango koko, ya mkopo, tunakubaliana lakini haifiki mbali ninakufa tu takufanya hapo tusimamie upate hela ya mkopo. Leo ni siku ya mwanamke wa kijijini duniani inaadhimishwa, na hapa tumeona wanawake wengi wanafanya shughuli hizi za kujitafutia fursa. Unawaambiaje wanawake hawa ambao ni wafanyakazi wenzako? Kwa kweli nawaambia tu kwamba tujitahidi, ili kwamba tuendelee na maisha kama hivyo, tupambane kutokana na hali halisi yenyewe zaifu kwa hiyo, tuendelee tu na hivyo hivyo tutafanyaje? Hakuna la kufanya. Wanawake hawa wanafanya shughuli hizi za kujitafutia maisha, na hii yote tumekuja hapa kuongea nao kutizama namna ambavyo fursa za mwanamke aishie kijijini anavyozipata. Mimi naitwa John Kasembe, niwarudishe studio kuendelea na matangazo haya. Naam, uh, tumalizie pia na kule mkoa wa Singida na wenyewe wanawake uh, wa vijijini walikuwa na haya ya kusema. Hasa kama sisi ma, mama ambaye tuna watoto mtatusaidiaje? Maana unakuta mazao yako chini, alafu mimi ni mama wa familia taji kusomesha watoto, kwa hiyo tunaombeni mikopo tusaidie. Najivunia kuwa mwanamke wa kijijini kwa sababu nazalisha kikubwa tusiwe tunakata miti. Serikali itoe elimu kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi. Mwanzo tulikuwa tunalima vizuri, lakini kwa sasa mabadiliko ya nchi yamekuja kuathiri kilimo chetu. Kwa sasa tunapata tabu, kama mama wa kijijini napata changamoto kubwa kuulisha familia, kusomesha. Kwa hiyo tunaomba serikali kupata mikopo, lakini pia itoe elimu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, ili wananchi tuongeze kipato lakini hata pia kilimo cha umwagiliaji. Watufikirie watu wa kijijini. Miaka ya nyuma ilikuwa mvua kubwa. Lakini kwa miaka ya sasa hivi mvua ni ndogo sana. Zamani ilikuwa mvua inanyesha kabisa kuanzia mwezi wa kumi na moja hadi mwezi wa nne hadi wa tano. Lakini sasa hivi inaanza mwezi wa kumi na mbili. Ufikia mwezi wa nne mvua inaanza kukata. Mazao yanaachwa bado machanga, yani hayajastahili. Ya haya ni maoni tu ya baadhi ya wanawake wa Singida. Na Mama Semakafu, sasa, kwa kumalizia, nini kifanyike ili kuboresha? Tumesikia baadhi yao wakizungumza na changamoto zao pia zinajulikana. Nini kifanyike kwa ujumla sasa, kuhakikisha ustawi wa wanawake ambao wanaishi vijijini na kupunguza pia kasi ya watu wanaokuja mjini kutafuta fursa. Wakati fursa pia ziko vijijini kwa kiasi kikubwa, kwa hali ilivyo, uwezo ukasema utapunguza fursa na ninaomba niseme kwanza, hilo ni jambo ambalo kidogo ni gumu na ni la dunia nzima mm. Urbanization ni kitu ambacho kipo e, fursa inatafutwa popote. Kwa hiyo uweze ukamadhibu mtu kwamba wewe kwa kuwa umezaliwa kijijini baki kijijini, lakini kikubwa tulichokipata kutoka michango hii ya wanawake ambayo tumeipata Iringa, tumeipata Lindi, nadhani Mtwara mm, na pamoja na Singida, swala bado linarudi ni kwamba E, tunahitaji bado kuvuta nguvu kuhakikisha, e, serikali inatembea pamoja, sio inatembea kwenye madro. Kwa hiyo hapo wameongeza hata watu wa mazingira jinsi ya kuelimisha, wameeleza mambo ya mikopo hii ya mikopo. Jamani, ni shida, nadhani tutakumbuka hata serikali ilibidi hii mikopo halali ya halmashauri ilisitishwa ikaambiwa kwamba itakuja, wanaifanyia maboresho. Maboresho yaliyokuja ni kwamba kila kitu kinatakiwa kufanyika kwa mifumo ya kompyuta, niambie, wale wamama wanaoponda pale watatakiwa wafanye nini? Matokeo yake kuna baadhi ya maeneo anakuja afisa maendeleo anawaambia, haya, mnatakiwa kuandika. Hawajui wanachotakiwa kukiandika. Leteni shilingi elfu arobaini niwapeni ni katiba. Leteni shilingi ngapi, niwaandikieni hiki. Leteni shilingi laki nne niwapeni, unaitwa nini, andiko la mradi. Wanashindwa. Ndio hiyo anayokwambia, wanatuhamasisha mikopo, tunafika mahali tunakwama. Kwa hiyo ile mikopo licha ya kwamba ilitakiwa kuwa bure, sio bure. Mimi hii nawapeni changamoto Azam, leo hii tunaongea hilo, sio tatizo la wanawake wa vijijini, hata hapa mjini. Naomba mkapitie waliopata mikopo hiyo ya halmashauri ya manispaa Je, yeah, ni wangapi wameipata bila kutumia senti tano kulipia pale ofisini ili waweze kupata jambo fulani? Kwa hiyo unakuta hilo ni tatizo. Sasa kwa mjini, angalau unaweza ukasema wana network zao za angalau, wengi wamesoma, wana uwezo wa kumpata mtoto mwenye simu wa kufanya nini. Wale wa vijijini tuliowaona wanaponda kokoto pale yule ambaye analima bustani yake wa Iringa wanaita vinyungu vile, maanake hata wakati wa kiangazi wana vilima kwa kumwagilia. Huo mda wa kwenda kukaa kwenye kompyuta kuaplai na kufanya nini ataupata wapi? Kwa hiyo ni ishu, ni sawa ifanyike kimtandao, je, uwezeshaji? Wale wanaotakiwa kwenda kuwasaidia wale, kwa nini wakadai malipo ya ziada? Hilo ndio tatizo kubwa. Kwa hiyo unakuta wanaokuja kupata ni wale wenye uwezo wa kuwatuliza maafisa maendeleo, ambao watawasaidia kupata e, yale maandiko na kila kitu. Kwa hiyo bado tunasema ujumbe wangu, ili tuweze kutembea wote, wanawake wa vijijini na wa mijini, hmm. mifumo yetu, serikali ifikirie mfumo ambao utatuwezesha kutembea pamoja, bila gharama, bila ubaguzi tuna mm -hmm. mm -hmm. So, kushukuru sana uh, mama Semakafu kwa, kwa uchambuzi wako ambao umetupatia na sisi uh, pia wengi wetu ikiwemo mimi mwenyewe uh, ni, ni, ni, ni, ni appreciate, uh, mm -hmm. kazi kubwa ambayo mama zetu wamefanya uh, bibi zetu, kwa sababu na sisi pia tumeelelewa vijijini mpaka mm -hmm. tumefika hapa. Kwa hiyo hawa hawa wanawake wamefanya kazi kubwa mama analima, mwingine anafuga, mwingine anafanya kile lakini, uh, wamefanikiwa kutengeneza mafanikio yeah, makubwa sana kwa watoto yeah, wao kwa hiyo yeah, uh, tunawapa kongole na leo ikiwa ni siku yao basi kwa vijana wenzangu pia e, tuma chochote kwa mama ambaye iko kijijini, bibi yako, mama yako ambaye iko kijijini, mtumie e, chochote kumpongeza kwa siku hii ya muhimu ya wanawake wa vijijini e, Hilda, au sio e? <laughs> Asante sana mama uh, Dr. Ave yes, Maria. Na ndivyo uh, ambavyo tunakamilisha hivyo leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake wanaoishi vijijini.